Hey, hey, nataka ukuje hapa karibu na nikuje sasa hivi. Eh. Mimi ndo ndo ndo nimefika. I wonder. meik <laughs> <Yeah? laughs> ta siku hizi umekuwa mgumu kwa kila kitu. Mara credit unataka tu communicate tutajna, hata uwezi nitumia pesa ya credit. Sasa bibi, shwari credit sio? Unajua saa hizi nje ni ngumu. Sasa nifanye aje? niende sasa, sasa hakuna doh, sio? ni provide credit, credit relationship, si mimi mimi, ya ya mwenyewe niikuna om mwenyewe chwani, okay Awezi awe hata tunaachana tu leo tu, relationship mimi sitaki na wewe kuachana. Kwa hapana bibi, aisee, ndakuwa na kuprovide ya daily wala like, kitutataka mimi ndakupea bibi, usiniache kitunataka sawa, kitunataka ndakupea dai sahi 1000 ya kudai, utakufa yuri, utakufa bibaya wewe, na kuhurumia 2 minutes, 2 minutes nakuletea sahi tao, sawa sawa. <laughs>

Nice <laughs> Kasongo yeye <yeah, yeah. laughs> Mombali nanga Kasongo ikapita kwa ya Smokey. <laughs>